Watazamaji wa media yetu ya Kemetz, leo tunawaletea elimu juu ya ugonjwa unaoitwa unaoitwao nasal polyps kwa lugha ya Kiingereza. Uh, kwa lugha yetu mama tunasema unaitwa vinyama puani. Twende sasa tukaone maana yake ni nini, unasababishwa na nini vipimo gani unaweza ukapimwa, na pia matibabu unaweza kupata, na pia madhara kwa kifupi. Uh, huu ugonjwa unaweza ukampata mtu yoyote bila kujali jinsia, umri, uh, lakini sana sana huwapata watoto. Tunapozungumzia nasopolips au vinyama puani maana yake huyo mtoto au mtu mzima kwenye pua zake au kwenye pua zetu, kuna vimifereji ambavyo tunaviita sinuses. Hivi vifereji kazi yake, uh, vinakuwa vina mishipa midogo midogo ambayo inatumika kuilinda, kuzilinda tundu zetu zote mbili za pua kwa sasa, hivyo vimifereji ambavyo tunavita sinuses zinakuwa zinapata changamoto, zinapata shambulizi, shambulizi la muda mrefu ambalo hilo shambulizi linaweza likawa limesababishwa na arige, limesababishwa na bakteria, limesababishwa na virusi, limesababishwa na fungus limesababishwa na parasites. Uh, tunapozungumzia uh, bakteria kila mtu anaelewa, na tunapozungumzia arage kila mtu anaelewa arage. Uh, kwa kifupi inaweza ikawa vumbi, inaweza ikawa uh, perfumes inaweza ikawa uh, mbolea, zile harufu za mbolea harufu za mazao hivyo, yani kwa hiyo sasa, ukishakuwa na hayo maambukizi ya muda mrefu au hizo hareji za muda mrefu, kwa hiyo pua inatengeneza uh, mazingira ya kujikinga hizo tundu za pua, kwa hiyo zile ile mifereji inatengeneza mazingira ya kujirinda na mazingira ya kujirinda ya kujirinda ya, ya koje hayo mazingira ya kujirinda? Sasa yanakuwa yanatanua hiyo mifereji na kusababisha nyama za kwenye hizo mifereji kuongezeka na kusababisha sasa hicho kitundu cha pua kipenyo chake uwazi, uwazi wake unapungua kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hiyo sehemu ya kupitishia hewa ya pua inapungua, inakuwa ndogo. Kwa hiyo kisha kuwa ndogo sasa, kuna kuwa na dalili ambazo zinaweza kujitokeza, dalili tofauti tofauti. Kwa hiyo hapo sasa ndipo vinyama vya pua vitaanza kukuonyesha dalili na kukuambia na kukuarat na kukushtua kwamba sasa wewe ndugu yangu, wewe jamaa yetu, huu mwili unatakiwa upeleke hospitali kwa ajili ya kupata ushauri na kupata matibabu. Twende tukaone sasa dalili zake ziko. Dalili zake ni za kawaida, na natumaini kila mtu huenda zikawa zimempata au mtoto wake zilimkuta. Dalili ya kwanza anaweza huyo uh, mhusika akapata maumivu makali ya kichwa. Uh, inaweza ikawa kichwani mbele, pembeni, nyuma au kwenye katikati kwenye utosi. Dalili nyingine inaweza ikawa maumivu kwenye pua, kwenye pua kukawa na maumivu. Dalili nyingine unaweza ukapata mafua hapa. Mafua sasa yanaweza yakaambatana na vitu vifuatavyo: kupiga chafya au kuchuruzika au kuziba. Sawa. Kwa hiyo sasa, kwenye hizi dalili tatu, yaani kwa maana kupiga chafya, kuchuruzika au pua kuziba. Kwa katika hizi dalili pia kuna dalili nyingine zinaweza zikajitokeza, sana sana hizi mbili ya kwanza ya kuchuruzika e, mafua yakiwa yanachuruzika unakuwa sasa kwenye hatari ya kupata pia dalili ya koo kuasha au koo kukereketa. Naamini mtakuwa mnanielewa hapo kwenye koo kukereketa. Dalili nyingine inaweza ikawa ya hiyo ambayo nimeisema ya kupumua kwa shida, inaweza ikatokana na kuziba kwa pua, kwamba pua zimeziba. Kwa hiyo unajikuta unapumulia mdomo. Kwa hiyo kupumua uh, kawaida unakuwa uwezi, unatumia usaidizi wa mdomo. Baada sasa ya dalili hizo, kuna dalili nyingine ndogo ndogo. Sawa, hizo dalili sasa inaweza ikawa homa, kwa maana joto kupanda, mwili kuchoka, kuisikuishiwa nguvu, maumivu kwenye maungio. Hizo ndio dalili zinazoweza kuambatana na hizo dalili nyingine. Pia inaweza ikakusababishia kikohozi au kumsababishia mtoto kikohozi. Natumaini mtakuwa um, mmenielewa vizuri. Endapo utapata hizo dalili, fika hospitali haraka uweze, uwezavyo kwa ajili ya kupata ushauri na matibabu. Ukipata hizo dalili ukifika hospitali ukikutana na mtaalamu wa afya, cha kwanza kabisa atakupima joto, cha pili atakukagua mdomo, atakagua pua. Aha, iwe huyo uh, mtoto au uh, wewe mtu mzima utakuwa unapitia hizo dalili pia wanaweza wakaenda mbali, ukapimwa kipimo cha full blood picture. Pia unaweza ukapimwa malaria kujihakikishia kwamba hizo dalili pia hauna ugonjwa wa malaria. Baada sasa ya kukaguliwa na kufanyiwa hivyo vipimo na kugundulika unavyo hivyo vinyama ukifika hospitali utapata matibabu mazuri. Unaweza ukapewa dawa za kumeza, unaweza ukapewa sindano, unaweza ukapewa dawa ya kupulizia kwenye pua. Natumaini mtakuwa mmeelewa vizuri. Twende sasa tukaone ni madhara gani ambayo mtu mwenye hivyo vinyama asipopata matibabu sahihi, nini kinaweza kikamkuta pia Matibabu ya mwisho kabisa yanaweza yakawa ni ya kufanyiwa operesheni na kutolewa hivyo vinyama. Twende sasa tukaone madhara. Madhara yapo mengi sana sana sana, naweza nikayataja yafuatayo. Cha kwanza kabisa, kama nilivyosema, kwenye vitundu vya pua kuna vile vimifereji. Vile vimifereji vikipata maambukizi ndio vinaweza kusababisha vinyamanyama vilivyopo jirani na hiyo mifereji au vilivyopo kwenye mifereji vikatanuka ukubwa vikaongezeka ukubwa na kusababisha hizo dalili. Kwa hiyo sasa, kama hautopata tiba sahihi, nini kinaweza kikatokea? Cha kwanza kabisa utapata changamoto wakati wa kulala kwa sababu tulio wengi tukilala tupumulie mdomo, tunapumulia pua. Kwa hiyo sasa, ukilala itabidi sasa upumulie mdomo. Ukiziba mdomo tu utajikuta umeshtuka umeamka, sawa? Ndio hapa utakuta wale watu wanakoroma, wanakoroma kumbe ukuta wana vinyama puani, umeona eh? kwa hiyo hayo ni, ni madhara ya hivyo vinyama puani. Kingine uh, inaweza ikafika pia mpaka kwenye mapafu uh, kwa maana hapa tunasema unaenda kupata changamoto ya mfumo wa hewa. Kwa maana hapa utakutana na pneumonia, ma bronchitis. Hayo ni, ni, ni majina tu yasikutishe. Um, kingine pia unaweza ukapata maambukizi ya bakteria au infection kwenye ubongo ndio hapo unaweza ukapata meningitis, unaweza ukapata brain infection sawa. Uh, natumaini kwa ufupi mtakuwa mmenielewa. Uh, pia ukipata hizo dalili, ukimwona mwanao anazo hizo dalili, mwaishe hospitali kwa ajili ya kupata matibabu. Waswahili wanasema ziba ufa usije ukajenga ukuta. Natumaini mtakuwa mmenielewa nielewa. Mlikuwa na mtaalamu wenu Dr Ken Edwin. Msisahau kusubscribe chaneli yetu, pia usisahau kucomment, kushare na kulike. Asanteni.